Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Tunaanza kumshukuru Allah subhanahu wataala, kisha rehma aman, wa na amani zimwele Mtume wetu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam najuali zake na masaaba zake tukawajumla. Baada hayo mafunzo madogo ninatoa katika hii miswaki miwili, mswaki mmoja mswaki wa kisuna wa mti na mswaki wa pili, mswaki wa makafiri ambao wanaswakia wa makafiri wa ulimwengu mzima wanaswaki na huyu mswaki huyu na sisi waislamu tuwakhalifu makafiri, tuswakie na huyu mswaki wa mti. Mtume wetu Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam asema khalifu lmushirikina khalifu lmajusa, tuwakhalifu makafiri, tuwakhalifu makafiri. Sisi tuswaki na mswaki wa mti, tuache kuswakia huyu mswaki wa makafiri huyu mswaki wa makafiri. Tuache kuswakia jamani, tuwakhalifu makafiri. Ukiswakia na huyu mswaki umefanana nao basi h ukifanana nao na na, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufunza tuwakhalifu, basi lazima utapata dhambi mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, sababu umefanana nao. Na tuwakhalifu makafiri, inshallah tusifanane nao, inshallah Allah anatubariki twenye kusikia na kufuata kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, assalamu alaykum wa barakatuh.